Nawapongeza sana RITA kwa kuandaa mkutano huu muhimu chini ya kauli mbiu kauli mbiu ya uwajibikaji za wadhamini kwa ulinzi wa mali na taasisi kwa maendeleo ya jamii, ambapo unalenga moja kwa moja kuimarisha misingi ya utawala bora, uwajibikaji, uadilifu katika kusimamia na utunzaji wa mali na taasisi mbalimbali mbali nchini. Bodi ya wadhamini ni nguzo muhimu sana katika ustawi wa taasisi zilizoko serikalini, taasisi za kidini, michezo na taasisi nyingine zinazotoa huduma mbalimbali mbali kwa, kwa jamii. Hivyo mkutano huu ni muhimu, kwani utawezesha kupunguza au kumaliza kabisa changamoto zimekuwa zikijitokeza katika kusimamia na kutekeleza majukumu ya bodi za wadhamini na hivyo kuziathiri taasisi wanazozisimamia. Ndugu washiriki, mabibi na mabwana, katika maelekezo ya awali au maelezo ya awali, Kabidhi Wa Kabidhi Wasii Mkuu ametaja majukumu ya msingi ya wajumbe wa bodi ya wadhamini na kueleza kwamba wanatakiwa kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria za usajili wa bodi za wadhamini sura ya 318 toleo la mwaka 2002 yaani Trustee Incorporation Act ambayo revised edition ya mwaka elfu mbili na mbili. Aidha, Kabidhi Wasii Mkuu ameweka wazi kwamba wadhamini wamepewa mamlaka na kusimamia mali za taasisi kwa faida ya wanachama au wanufaika kulingana na madhumuni ya kuanzishwa taasisi husika kama ilivyoainishwa katika katiba. Hii inamaanisha kuwa ukiwa mdhamini unatakiwa kuhakikisha mali za wanachama zinazolindwa na kutumika kwa matumizi sahihi. Lakini pia pamoja na sheria, kanuni na miongozo kuainishwa mambo niliyoyataja hapo juu, bado ipo changamoto ya baadhi ya bodi za wadhamini kutotimiza majukumu yao kikamilifu kwa kutumia mali za taasisi kwa maslahi yao binafsi kufanya ubadhirifu wa mali na fedha, kujilimbikizia mali au kujimilikishia mali kinyume cha utaratibu, pamoja na bodi ya wadhamini kukaa madarakani zaidi ya muda ulioainishwa katika katiba, hiyo husababisha migogoro na uvunjifu wa amani. Napenda nichukue na fursa hii kukupongeza Kabidhi Mkuu au Kabidhi Wasii Mkuu na timu yako kwa hatua mbalimbali mnazozidi kuzichukua kwa lengo la kutatua na kushughulikia changamoto zinazojitokeza katika bodi za wadhamini. Hivyo hongereni sana. <clears throat> Napenda wadhamini wote mfahamu kwamba hatua stahiki za kisheria na kiutawala zitachukuliwa kwa wale wote wanaokiuka misingi ya sheria katika utekelezaji wa majukumu yao. Kabidhi Wasii Mkuu katika maelezo yake ya awali ameeleza kwamba huduma za bodi za wadhamini sasa zinapatikana kidijitali kupitia mfumo wetu wa e-RITA. Hakika haya ni mageuzi makubwa yanayoendana na wakati tulionao kwa sasa na ndiyo mageuzi ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anayatarajia. Hongereni sana. <clears throat> Lakini tutakuwa na wasilisho kuhusu matumizi ya mfumo katika kurahisisha upatikanaji wa huduma za udhamini, hivyo naamini washiriki wote tutazingatia mada hii ili baada ya hapa tukatumia ipasavyo mfumo wa kidijitali wa e-RITA. Serikali kwa kushirikiana na taasisi zake tumedhamiria kuhakikisha kila taasisi inasimamiwa na bodi ya wadhamini yenye uadilifu, ujuzi na uwezo wa kuhakikisha mali na rasilimali za taasisi zinafanya kazi kwa manufaa ya wanachama wake. Ili kufanikisha lengo hilo, naomba kutoa maelekezo yafuatayo kwa RITA, maelekezo yafuatayo kwa RITA. Moja, mfanya mapitio ya sheria na kanuni za usajili wa bodi wadhamini ili ziendane na mahitaji ya sasa. Mapendekezo yote ya maboresho yanayohitajika yawasilishwe katika ofisi yetu ya Wizara ya Katiba na Sheria, ili tuweze kufanya mchakato wa kupeleka mbele na kuhakikisha kwamba mabadiliko hayo yanakidhi vigezo na hatimaye kuweza kutumika nchini. Mkamilishe maboresho ya mfumo wa, wa eRITA ili uweze kuwa rafiki kwa watumiaji katika kusajili, wasilishaji na ufuatiliaji wa taarifa. Maboresho haya yahakikishe yanabeba mipango mbele ya taasisi kuhusu eneo la usajili, udhibiti na usimamizi wa bodi za wadhamini. Muongeze wigo huduma za, za mobile clinics katika maeneo yote ili kusogeza huduma karibu kwa wananchi na wadau. Aidha, mpango huu uende sambamba na kuainisha taasisi katika maeneo husika ambazo hazijasajili bodi za wadhamini. Namba D muweke utaratibu wa kufanya ufuatiliaji wa mara kwa mara na hususani utendaji na mwenendo wa bodi ya wadhamini nchini ili kuweza kuzibaini changamoto zinazoweza kujitokeza katika hatua za awali. Lakini pia jambo lingine, muongeze kesi kasi ya elimu kwa umma kupitia vyombo vya habari, hususani kunapokuwa na mabadiliko katika mifumo ya utoaji huduma kwa mujibu wa bodi ya wadhamini. Naomba mambo yafuatayo mzingatie: sheria, kanuni na katiba za taasisi zenu katika utekelezaji wa majukumu yenu. Kumbuke kwamba sheria ni msumeno hukata kote kote. Mwahakikishe mali na rasilimali za taasisi zinalindwa na kwa kutumia kutumiwa kwa manufaa ya wanachama na si vinginevyo. Mwahakikishe mnawasilisha taarifa kwa wakati kwa RITA kupitia mfumo wa kidijitali wa hii RITA, ambao leo hii tutaendelea kupata ueleweshwaji zaidi ili kuweza kuelewa zaidi mfumo taarifa hii ni pamoja na mrejesho wa kila mwaka na mabadiliko ya taarifa mbalimbali za wadhamini na taasisi. Bodi za wadhamini zihakikishe zinaboresha katiba zao kulingana na maelekezo ya kabidhi wasii mkuu, na maelekezo kwamba iweze iweze kuweka tarehe ya mwisho ya utekelezaji wake, ili baadaye hapo hatua ziweze kuchukuliwa. mwepuke migogoro ya kukiuka kwa kufuata utaratibu katika kufanya mabadiliko ya wajumbe. Ndugu washiriki, ni matumaini yangu kwamba mkutano huu utakuwa na chachu na maboresho katika usimamizi wa bodi za wadhamini hapa nchini na naamini changamoto tunazozisikia kwa sasa hivi zitakuwa historia. Naamini kwamba RITA mtaendelea kuandaa mikutano ya aina hii na wadhamini katika kila mkoa ili uweze kushiriki kwenye mafunzo haya na sisi tuko tayari kama wizara kuendelea kutoa ushirikiano wa dhati ili msikwame kwa lolote, kwa sababu tunachotaka haki na wajibu viende sambamba. Serikali itaendelea kushiriki, kushirikiana na RITA kwa ujumla wadau wote kuhakikisha kwamba kwa, kwa, kwa taasisi za umma na za kijamii zinasimamiwa kwa uwazi, uadilifu na kwa maslahi ya wananchi. Pongezi nyingi sana kwa Dkt. Amina kwa kazi kubwa unayoifanya kama mwenyekiti wa board. Hongera sana madam, lakini pia bila kumsahau ndugu yetu Frank kwa kazi kubwa unayoifanya kusimamia haya masuala, na hata semina ya leo umejipanga vizuri sana. Hongera sana.